wa neema zake na huruma yake ambapo ametuwezesha kusafiri kutoka kona mbalimbali za nchi yetu ya Tanzania na hatimaye kufika nchini Saudi Arabia kukatekeleza ibada za Hija na Umra katika maeneo yanayohusika mpaka tukakamilisha kwa upande wetu. Hii ni neema kubwa sana, angalau tumekosa shukurani basi, angalau tuseme alhamdulillah. Jambo <coughs> la pili, sisi mimi na vijana wangu hawa, kwa niaba ya taasisi yetu ya iTravel, tunawashukuruni sana nyinyi kwa kuamua kuwa tayari kufanya ibada zenu za hija na umra chini ya usimamizi wetu, mkatuamini kiasi hicho, lakini pia kwa ushirikiano wenu kati yenu, mmeshirikiana bega kwa bega watu wazima wengi wamesaidiwa na nyinyi kiasi kwamba wengine, mmoja mmoja, na kwa nyakati tofauti, wamekushukuruni kupitia sisi. Wapo waliodiriki kusema walijiona kama wako mikononi mwa watoto wao waliowazaa wenyewe. Kwa kweli, tunawashukuru sana kwamba hilo limesaidia na limeturahisishia kazi yetu ya kusimamia ibada zenu lakini pia tunashukuru sana sana sana kwa namna mlivyo mlivyoonesha ukakamavu, ukapambana na hali ambayo si ya kawaida, sababu kwa kwa tunakotoka hali ya hewa ya Saudi Arabia sio rafiki <coughs> lakini kila mmoja alikumbwa na joto akahimili mpaka mwili ukaanza kuzoea. Sababu mngekuwa legelege na tehetee msingefika popote kwa kweli. Tumeshukuru kwa jumla kwamba mmeshirikiana vizuri na sisi, mmeshirikiana vizuri kati yenu, jambo ambalo kwa kweli tunasema hatuna cha kuwapa zaidi ya kumwomba Mwenyezi Mungu azikubali ibada zetu na azifanye kuwa ni hija zile zenye wema ambazo malipo yake ni pepo lakini jingine, tuna tuna tuna uhakika yako maeneo tulifanikiwa sana na maeneo mengine kidogo, na maeneo mengine kidogo sana <coughs> maeneo tuliyofanikiwa pamoja na ushirikiano wenu ni msaada wake Allah, tabaraka wa taala, si kwa nguvu zetu wala busara zetu. Lakini maeneo yaliyokosa ufanisi inawezekana ni kasoro kutoka kwetu sisi, au baadhi yenu mmechangia, au sio nyinyi wala sio sisi, pengine mamlaka nyingine. Sasa pale tulipofanikiwa sisi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu angetutupa mkono, tungefeli. Lakini maeneo haya yenye changamoto na bahati mbaya, tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kustahimili na kuwa wavumilivu, na kwa yale ambayo tuna uhakika pengine ni dosari kutoka kwetu, basi kwa niaba ya vijana wangu hawa tunawaomba msamaha. Lakini tungependa kusikia kinaga ubaga, ikiainisha, na hiyo itakuwa imetusaidia sana ili kama tukiwa hai kujua hayo mtakayoyasema yalitokea kwa namna gani, ili tuweze kuyaepuka kama umri upo mbele tunapokwenda. Lakini kama kuna mazuri, kama kuna mazuri, tunawaomba muwaambie waislamu wenzenu, ili na wao wafaidike na hayo mazuri. Kwa lugha fupi, mazuri yetu waambieni watu wengine, mabaya yetu tuambieni sisi wenyewe, ili tuweze kuyafanyia marekebisho na yale ambayo yamepitia mkononi mwetu, lakini sio sisi tuweze kujua hili, wenyeji wetu wametufanyia baya, ili na sisi tuweze kulipeleka kwa wahusika wengine. Ukiacha hilo, narudia kushukuru kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha kuishi pamoja kwa upendo, kwa kuhurumiana lakini tungependa kuelewana huku na kuhurumiana huku uendelee. Allah ametuunganisha katika miji mitakatifu ya Makka na Madina tukiwa ndugu wa Kiislamu, basi undugu huu uendelee, undugu ambao chimbuko lake ni hija na Umra. Nikiwa na taraji tutapata maoni yenu na wala yasiwe ya, ku, ya kutudanganya yawe ya kweli. Kudanganya kweli ya Mwenyezi Mungu, mtabeba alawama kwa sababu Uislamu huu walikuja nao Bwana Mtume sal llai sallam. Moja ya haki za mwislamu wa idha stansahaka fansahhu, akikutaka nasaha mpe nasaha za kweli. Kila kitu kizuri, kumbe kuna mabaya zaidi ya mia moja, takuwa wewe umefanya nifaki umetufanyia unafiki sisi, na tutajiona kwamba hatuhitaji kuboresha kitu chochote, kumbe kuna mambo yanayotakiwa kuboreshwa. Twamwomba Allah subhanahu wa taala kupitia majina yake matukufu na sifa zake zilizotukuka na aya zake zenye hawasi mbalimbali, atujalie imani za kweli katika nyoyo zetu, atujaalie upendo miongoni mwetu atujaalie ibada zetu hizi za hija ziwe ni ile mabrur ambazo hazina malipo ila pepo. Atupe uwezo wa kuzi, wa kuzilinda na kuzitunza na kuzilea hija zetu na thawabu za hija, ili hiyo siku ambayo tunahitaji matumizi tukute hija hizi zinakuwa ndio sababu ya kupata pepo.

kusahau kusahau daktari wangu au daktari wetu dokta Rahma kwa juhudi zake kwa maujaji aanenewe. Pia hapa afya yangu alhamdulillah, imeimarika nimeweza kuzungumza sauti kaa haikwanikwani, tuna tunamshukuru Allah subhanahu wa taala

natarajia gari la kuja kuwabeba likaletwa tano na nusu mpaka saa sita mchana kwa sababu safari yao ni saa kumi na moja jioni, na lazima uripoti pale masaa manne kabla, kwa kuwa mahujaji wana mlolongo mrefu. Maana yake tunatarajia basi kuletwa saa tano na nusu mpaka saa sita kama itachelewa ni saa saba. Kwa maana hiyo, tunawaomba mahujaji ambao wanatumia ndege ya Fly Dubai, kesho mkitoka pale baada ya swala ya asubuhi <coughs> mkija hotelini, we mmekuja, sitojisikia vizuri au furaha, au mtu kashakuja hapa, anajijua ashaambiwa kwamba yeye basi litakuja hapa saa tano au saa sita litaondoka na yeye. Halafu mtu anatoka nakwenda kuzunguka, kwa kweli nitakuwa mnanipa mtihani, na wakati mwingine inawezekana nauma kwa, me, kwa mengi, maanake kuna wakati nafika mahala, mtu uko na hapa hapa, mnaondoka namba ngapi, kinachoona hala hajasema naye mwenyewe, halafu ndo usafiri unaanza kuondoka. Sasa tunakuombeeni, kesho tukiswali swala ya asubuhi, tukisharudi hotelini basi umerudi kwa ajili ya maandalizi ya kuhakikisha kwamba safari unajiandaa vizuri. Na kundi la pili nalo hao <coughs> wataondoka tarehe 18 saa sita, eh, saa 12 asubuhi, na wao basi litaletwa hapa saa saba za usiku <coughs> wala watakotumia ndege ya Saudi ya laini basi, nitalita hapa saa saba ya usiku, maana yake kesho kuamkia kesho kutwa. Kwa maana hiyo nani, vile vile nikishatoka zenu isha, nikishafika hapa, basi maana yake hakuna jingine zaidi ya maandalizi. Sasa endelea tumbo. Haya. Kwa hivyo hili ndilo ambalo la msingi tunakumbushana leo hapa, mna kama mna habari, kuna mtu begi lake limeshikiliwa na Afghanistan. Hivi navyosema liko Dubai. Si tumeelewana? kwa sababu gani? Kashusha mzigo mwenyewe alafu uko juu, wale mabwana nao wameshuka na mizigo yao, wamemananiwa, wameondoka na begi lake. Sasa mnaiona tahadhari natakiwa kuwa nayo kwa wale kesho wote wanaondoka mchana, kuanzia saa tano begi au tano na nusu, begi zote zinatakiwa zimeshushwa, zime, zime chini Hizi begi kubwa hizo, begi ndogo hizo nabakia nazo wenyewe. Si tumeelewana jamani? Linapuja, begi lako linakuja, begi zinakuja, zinawekwa pamoja. Ulikoni begi umeiacha kwenye lifti, yeye mwenyewe uko chumbani, unahisi una ikifika kule chini mtu atashusha. Tahadhari lazima iwepo. Kwa hiyo tena hilo begi ni la Mtanzania hilo ilo begi ambalo limeondoka na Waafghanistani la Mtanzania haijulikani. Sasa litarudishwa au halitarudishwa? Sasa tahadhari ni muhimu na mzigo wetu. Kwa hiyo Allah, Allah, nakuombeni mahujaji wangu wa kesho, saa wanaondoka mchana kesho, basi nikija hapa saa tano na kwenda chini ya ndege yawe tayari yameshaandaliwa yawekwe pale floor namba saba, Insha Allah tutawasaidia kushusha chini, na mionyewe mkiwepo, tunaweka mahala ambapo ni pazuri, hata tukiyalika hapa reception hapa, yani kumsema chakula, lakini tunajua yako karibu kulikoni, gari shapita, fikeni, kila mtu ana begi lake anashuka nalo Haninakuombeni mahujaji wangu, ya kazi jingine. <coughs> Mahujaji wanaume, tuwasaidie sana akina mama, tuwasaidie sana akina mama kwenye mizigo. Mfano kesho basi kukija itapakia mabegi yote. Tukifika pale airport, vijana wawili watatu wanne watachukua vile vigari, wataweka mabegi makubwa, na wewe mwanamama usio na wasiwasi na begi lako. Lile begi litapelekwa mpaka sehemu husika. Sasa, wakati anaenda katika boarding pass, anakwenda na begi lake wanaume tunasimamiana, bwana wanaume, vile vilevile begi, hata kama ni la kwako, ni la kwako niweke sehemu aila kwangu tada hatukutasa lakini kwa akina mama wa begi yao lazima tuwasaidie, anajimudu hawajimudu, lakini kuwasaidia ni jambo zuri, kwa sababu vile vigani vinakaa mingine mabegi mpaka kuni tumeelewana na mwingine mabegi kumi, huyo hapa begi kumi, tunasaidiana mabegi yanakwenda na watu wawili tu, yameongozwa sisi. Tuna mama wengine na begi yao yale madogo, almuhimu. Kwa nini? Kwa sababu mizigo iende kwa usalama na kwa taratibu, tunaelewana vizuri <coughs> au changamoto wakati tutakapofika Dubai, elewe kwamba kila abiria atakuwa na begi lake lile dogo na kila mahitaji yake ya karibu yawepo kwenye begi dogo, dogo zote ziwepo kwenye begi dogo, vinginevyo kuipata hivyo bye begi dogo ingineoa kuataala <coughs> mabede yetu madogo ndio ambayo tunaondoka nayo yale, yani mahitaji yako yote madogo madogo, mswaki, dawa ya meno, mafuta na vitu vinginevyo, nguo mbili tatu za kubadilisha, sio, sio nguo kumi, kwa sababu sisi tutaingia pale saa tatu za usiku ambapo tutakuwa ni saa mbili ya usiku kwa Tanzania, kwani ni saa tatu za usiku maana yake tunapeleka hotelini basi itakuja kutuchukua saa kumi na mbili na nusu hotelini kutupeleka wapi? Airport. Sana, kila kipindi cha swala ziwepo dakika fulani, tunaomba dua zimaliza dua ya jumuiya, mtu apate dakika fulani aendelee, kwa sababu ichokiona kuna porojo nyingi mpaka kwamba mtu anajisahau kama upo sehemu fulani, wakati sehemu kama zile ni miongoni mwa sehemu za dua. Sasa ile mimi sikulipenda sana. Sawa, tutengeneze mfumo fulani kwamba tujue tupo sehemu fulani na tujisahau, na kitu kile tunajisahau, tunakumbushana au tunatoa mawaidha gani baada ya kipindi fulani, au nasaha fulani, au dua fulani, halafu anatoa dakika moja pia peke yake tibarka limepokewa, na kwa kuongezea, tumepokea hii ziada. Keti shehe. Na ndio huwa tunafanya <coughs> darasa kila baada ya swala, kitu ambacho kwa kweli kilichagiza tusifanye yale mazingira yenyewe ya kukaa tukaweza, kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa wanashindwa, wanatoka wanakwenda kwenye nini hizi nje, wanakaa kwa sababu hali yenyewe ni binafsi. Mmojawapo nilikuwa siku hizi kweli mazingira yalikuwa sio rafiki sana, lakini kwa kweli huo ulikuwa ndo utaratibu wetu. Kila muda wa sala mmoja wetu anatoa na saa fupi tunafanya dua ili jambo liende, lakini pia ni ukweli usio usiokatalika usio, watu walikuwa wanajisahau mno, ile hamu ya maka na Madina iliwaishia baadhi yao baada ya kufika, sababu kuna baadhi ya watu sio tu fursa ya mawaida mwenyekiti wa majina na wamaka, mtu anasali chumani kwake, hata ule msikiti wa restaurant anaona bado uko uko uko mbali na. Lakini kwa kweli hayo uliyosema ni sahihi, ila hivyo ulivyopenda iwe kwa kawaida ndio huwa inakuwa, lakini tulishindwa kutokana na mazingira yale ya hem ya mahema, kwa sababu kwa kweli huwa haiko vile. Inakuwa nafasi nzuri kabisa, mnaweka magodoro pembeni, mnapata jiholi zuri mnafanya darasa upande wa pili wa kina mama mnaangushia kupaza sauti, inakuwa darasa hasa yenye malengo kijumla. Kwa kweli tumepokea hilo na inshallah, Allah Allah akipenda nitafanyiwa kazi. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa bahati mbaya sina ufasaha sana lakini naamini Mwenyezi Mungu akipenda nitaeleweka inshallah. Wa ujumla wake taasisi sio mbaya, ni mzuri ila kuna nukta ya wazee hawa, mfano kama mzee huyo mm. mzee Che Hassan, mzee Hassan na mfano wa mzee kama huyu mm. Kwa mimi nimeona kama kidogo baadhi ya mambo hayaendiendi sawa. Kwa ujumla mambo mazuri, isipokuwa uangalizi upande wa wazee hawa inatakiwa <coughs> jitihada <yade> ziongezeke <coughs> shukrani. So, kama huyu azunguke kule Swafa na Marwa kwa mguu, anaweza akadhalilika, akajikojolea, akafanyaje, akafanyaje. Kwa hiyo kama kuna uwezekano, nyinyi kama taasisi mpate hata vile vibaiskeli, kwa sababu wengine naona wanazungusha. Asitembee mzee kama huyo, zile mara saba iko mbali, ni mkubwa. Nafikiri kama mzee Hassan, si tunamjua namna alivyo tembea. Kama pale, naweza akadhurika. Kwa hiyo wazo langu kipaumbele kiende pia upande wa wazee na <coughs> baadhi <coughs> ya mambo ya rekebisho, rekebisho kidogo upande wa wazee, ili pengine mambo yaweze kwenda sawa vizuri. Na kwenye hilo, na kwenye hilo, utaratibu upo, upo kinchi <coughs> kinchi ipo eneo hili tuna